Changamoto ya uzazi imekuwa ni kubwa sasa hivi kwenye kliniki nyingi ambazo wanawake wanakuja, wanakuja kwa changamoto ya kutafuta mtoto, na miongoni mwa dalili wanazo kuja nazo kwa wale ambao wanatafuta mtoto, akiwa nazo mwanamke unaweza ukahisi kwamba inaweza ikachangiwa na hiyo changamoto yake, kwanza kabisa ni hedhi isiyokuwa sawa ya? hedhi isiyokuwa sawa wanawake ambao wanapata hedhi katika namna ambayo sio kawaida. Hedhi kai inatoka nyingi sana kuliko kawaida. Hedhi ya kawaida kila mtu anajua kawaida yake, na in general tunaweza tukasema ni hedhi ambayo haiwezi kuzidi siku nane katika kutoka kwake, na ndani ya lisali moja mwanamke akiweza kubadilisha pedi au kitambaa anachotumia kikiwa kimejaa kabisa, basi hiyo nayo ni nyingi kuliko kawaida. Hedhi ikiwa nyingi kuliko kawaida inaonyesha kwamba ndani ya kizazi kuna changamoto, aidha kuna uvimbe ambao unamfanya um, as, ashindwe kupata mtoto, uvimbe ambao tunaita fibroids, au kuna zingine tunaziita adenomyosis ambazo ziko ndani kabisa katika kizazi cha mwanamke, inasababisha kutoka damu nyingi na kuleta mabadiliko ambayo yanazuia mimba ishindwe kutunga. Uh, changamoto nyingine katika hedhi inaweza kawa hedhi inatoka, um, siku, siku chache sana. Yani anapata anapata period zile chache kwa mwaka kuliko kawaida, yani kuna miezi inapita haoni, anaweza kakaa miezi miwili mitatu ndo akaja akaona. Hii inamaanisha kwamba mfumo wa homoni unaoleta mzunguko wa hedhi sawa kwake hauko sawa kwa sababu ukiona mwanamke anapata hedhi kila mwezi, anaweza kuitabiri labda kila baada ya wiki 4 anaona, kila baada ya siku 28 ama 30 anaona. Hii kwa kifupi inasema mfumo wake wa homoni wa kuweza kutengeneza hedhi uko sawa. Kwa hiyo ni yeye kwamba anapevusha mayai. Lakini yule ambaye miezi mingine inapita hakuna hedhi, homoni haziko sawa, ina maana kwamba aidha hapevushi mayai au anapevusha mayai mara chache, yani katika mwaka ni mara chache tu ndio anaweza akapata kupevusha mayai. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa akawa anashindwa kushika ujauzito kwa haraka, kwa sababu ni ngumu kwanza kujua kwamba ni siku zipi litapevushwa kwa mwanamke. Kama huyu inakuwa ni changamoto. Na wengine kwenye masala ya hedhi, unakuta haoni hedhi kabisa. Mwanzo alikuwa akiona, baadaye inakata, inapotea, inapita miezi sita hajaona hedhi. Au mwingine ndio maumbile yake, kazaliwa hajawahi kuona hedhi. Mwanamke huyu kwenye changamoto ya uzazi ipo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu asipopata hedhi tunaamini kwamba hapevushi mayai. Na dalili zingine ambazo wanakuja wanawake wenye changamoto za uzazi, unakuta mwanamke ana maziwa, hanyonyeshi lakini anatoa maziwa kifuani, hanyonyeshi wala hajaachisha karibuni, lakini anatoa maziwa kifuani. Akitoa maziwa kifuani ina maana kwamba hormone ya prolactin ambayo ipo ndio inatengeneza mazi, inasaidia kutengenezwa maziwa ipo kwa kiasi cha juu katika mwili wake, na hormone hii ikiwa juu inafanya zile hormones zinazowezesha mzunguko wa hedhi na kupevusha mayai zisitoke katika uiani uh, wake ulio sawa. Kwa hivyo unakuta anashindwa kupevusha mayai, anashindwa kupata ujauzito. Kwa wanawake wenye hali kama hii ni, ni muhimu kwanza watibiwe ndipo wataweza kushika ujauzito. Afanye kipimo cha hizi hormones za prolactin kuangalia kama iko juu na kupatiwa dawa za kuweza lakini pia zipo changamoto zingine za homoni zingine kama vile za thyroid ile inayopatikana katika tezi ya shingoni ile ambayo inaleta ugonjwa wa goita. Ikiwa pia mwanamke anayo ile, unajikuta anaingia kwenye changamoto za kutokushika ujauzito kwa sababu inaleta mabadiliko ambayo yanachangia kuto kupevusha mayai. Dalili zingine ambazo wanakuja nazo wanawake wenye changamoto ya uzazi ni pamoja na pata mabadiliko ambayo kawaida tunayoona kwa wanaume kama vile uotaji wa nywele katika namna ambazo wanaume wanaota, naita male pattern hair growth. Anaweza kawa ana ndevu mwanamke, ya ama ana kipara ama ana nywele katika maeneo ambayo mwanamke si kawaida kuwa nayo, kama vile kifuani ama tumboni. Kwa hiyo mwanamke mwenye hali hii, inaonekana labda homoni za kiume kwake ziko juu sana kuliko katika kiwango cha kawaida ambacho mwanamke anatakiwa awe nacho. Na wengine ni wale ambao wanakuwa na wana, wa, wanakuwa na unene uliopitiliza kuliko kawaida. Unene uliopitiliza mara zote unakuwa unaambatana na changamoto ya homoni, na kuweza kusababisha mayai yasipevushwe uh, vizuri akapata mzunguko wake wa hedhi kama kawaida. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatafuta watoto kwa muda mrefu na wana uzito uliopitiliza, jambo la muhimu sana ni kuweza kupunguza uzito wa mwili kwanza, kabla ya kuweza kuingia katika hatua nyingine za kuweza kubeba mtoto, kwa sababu mbali na kupata changamoto ya kushindwa kushika ujauzito, uzito mkubwa wa mwili kibahatika mama kushika ujauzito na kilo mia na zaidi ambazo haziendani na urefu wake unajikuta anaingia kwenye changamoto nyingi mwanzo mpaka mwisho wa ujauzito wake, ambazo ni riski kwake yeye na mtoto aliyembeba, zinaweza zikasababisha hata kuhatarisha uhai wao. Uh, pamoja na kupata magonjwa mbalimbali kama vile vifafa vya mimba, visukari na kuzaa mtoto mkubwa na mengineo. Lakini pia wanawake ambao wana changamoto za uzazi, wengine wanakuta wanakuja na dalili ya maumivu katika sehemu ya chini ya chini ya kitovu, yaani tumbo la chini kwa muda mrefu. Maumivu ambayo mara nyingi huwa makali zaidi anapokutana na mwenza wake wakati wa tendo. Wengine mpaka inabidi sasa anashindwa kukutana naye. Mtu anakaa miezi sita, mwaka, hakutani na mume wake kwa sababu kila akikutana anapata na maumivu. Mara nyingine maumivu haya yanasababishwa na infections ambayo inaleta hii pelvic inflammatory disease PID ambayo inaweza ikakaa kwa muda mrefu, tunaita chronic PID. Hii inapelekea mirija kuziba na maumivu kama hayo na kushindwa kukutana na mwenza wake, na mirija ikishaziba ni kwamba mayai yanashindwa kupita kwenda kukutana na mbegu ya kiume iliyotoka nje kupitia uh, kwa mama Uh, mara nyingine pia maumivu ya tumbo la muda mrefu yanasababishwa na changamoto ambayo inaitwa endometriosis. Yaani, seli za ndani ya ukuta wa kizazi zinaota nje. Zikifika kwa nje zina uwezo wa kukua kwa kasi na kwa wingi na kuenea katika kiungo chochote. Mara nyingi zinaota katika maeneo ya tumbo la chini, yaani pelvic area, ambayo inasababisha maumivu, hasa wakati wa tendo la ndoa, wa kipindi cha hedhi pia pata maumivu makali. Lakini pia mbaya zaidi, huwa zinasababisha mimba isitungwe, mtu akiwa na changamoto hii ya endometriosis. Na mara nyingi wanaipata wanawake ambao washawahi kufanyiwa operation zilizogusa kizazi ama kufanyiwa operation za kutolewa uvimbe ama operation za kuzaa mtoto. Kizazi kimefunguliwa, inapatikana chance ya hizi seli kuhama kutoka ndani ya kizazi kuingia katika sehemu nje ya kizazi na kuanzisha maisha mapya huko, inaweza kuleta haya changamoto hii. Lakini pia hata wengine zinatokea tu bila hata kufu, kujifungua mtoto wala kufanyiwa operation yoyote. Mwanamke pia anaweza akapata changamoto hii, ambaye anatafuta mtoto amwana amekaa muda mrefu katika ndoa na hapati kushika ujauzito, ni muhimu kwenda kufanya uh, vipimo hospitali, kwenda kufanya upimo, ijulikane ana changamoto gani, ili iweze kushughulikiwa. Wapo ambao kuna changamoto za wanaume, kuna changamoto za wanawake, lakini muhimu wote kufika hospitali kuweza kufanya uchunguzi. Watu wasichukulie kiujumla kwamba fulani alitumia mzizi fulani alikuwa hapati mtoto akapata, na mimi nikatumie huo huo. Tunaona kwamba shida zinatofautiana, mmoja anaweza kaa na shida nyingine, ukute huo hiyo dawa aliyotumia ikamfaa, lakini ikawa isimfai kwa mwingine. Mwingine alikuwa labda hapevushi mayai, akitumia dawa ambayo inasaidia kupevusha akapata, lakini kumbe mwingine changamoto yake mirija imeziba. Kwa hivyo, ukienda ukitumia dawa za kupevusha mayai utatumia na kutumia, lakini hutaweza kufanikiwa. Kwa hiyo, mara zote kufika hospitali na kufanya vipimo ni muhimu kwa yule ambaye anapata changamoto hizi.